Ah, mbele yako ni sehemu ya timu ya usimamizi wa huu mradi ikijumuisha wataalam kutoka TANROADS, wataalam kutoka kwa mhandisi mshauri na wataalam kutoka kwa mkandarasi. Mimi ninayeongea naitwa Engineer William Benedict Sanga, ni msimamizi ujenzi wa huu mradi kutoka ofisi za TANROADS mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi huu una urefu wa kilomita 3 na upana wa mita 28.45 na una barabara unganishi kilomita 1.66. Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa asilimia mia moja. Daraja hili linaunganisha wilaya mbili, hapa tulipo ni wilaya ya Misungwi, lakini upande wa pili kule ni wilaya ya Sengerema. Daraja hili pia linaunganisha barabara kuu ambayo inaanzia Usagara kwenda Sengerema hadi Geita, ambayo kimsingi barabara hii ni miongoni mwa barabara zilizo kandokando kando mwa ushoroba wa ziwa Victoria ambayo inaanzia Silali mpakani mwa Tanzania na Kenya hadi Mutukula mpakani mwa Tanzania na, na Uganda. Kabla ya hili daraja limekuwa ikiunganishwa na vivuko vikuu vitatu. Kuna MV Mwanza, MV Misungwi na MV Sengerema. Kulingana na idadi kubwa ya magari na abiria wanaopita wamekuwa wakitumia takriban masaa mawili au zaidi kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili, lakini daraja litakapokamilika itakuwa ni daka tatu. Daraja hili linajengwa na kampuni mbili za kutoka China. Uh, ya kwanza ni China Civil Engineering Construction Corporation akiwa uh, amefanya joint venture na China Railway 15 Bureau Group. Hizi zote ni za kutoka China, lakini wameweza kutoa subcontract uh, kwa makampuni tisa yote ni ya wazawa na gharama zake, anajenga kwa shilingi bilioni 592.6. Hizi ni bila vati. Lakini mhandisi mshauri anayetusaidia kusimamia huu mradi ni muunganiko wa kampuni nne. Aa, ya kwanza ni Yushin Engineering Corporation ya kutoka South Korea, lakini pia kuna Cheil Engineering Company Limited ya kutoka South Korea pia una Lina Consulting ya kutoka Italy na Afrisa. Hii ni kampuni ya Kizawa ya hapa Tanzania, na wao wa, wanatusaidia kusimamia kwa gharama ya shilingi bilioni 12.196. p uh, mradi wetu mpaka leo umefika asilimia 99. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa huu ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda eh, wa kanda ya ziwa. Na ukanda huu una uchumi mkubwa ambao unahusisha eh, nchi majirani nyingi. Eh, kupitia daraja hili, kuna namna ambavyo tunakwenda kuchechemua uchumi kwa kushirikisha nchi majirani ama kwa kushirikiana na nchi majirani kupitia daraja hili tunapata kiungo cha usafiri na nchi za Burundi, Rwanda, Kongo hata kwenda Uganda kupitia kwenye daraja hili, lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko, walikuwa wanapoteza zaidi ya saa nne kwenye kivuko wanasubiri kuvuka. Serikali imeamua kuwekeza hapa. Fedha zitakazotumika hapa ni zaidi ya bilioni mia saba mpaka kukamilika, na sasa hivi kazi zilizobaki ni ndogo ndogo za kuchora hizi alama za barabara, lakini pia kuweka maeneo ya kutenganisha kati ya watembea miguu na magari, lakini pia kule kwenye barabara ambazo zinaingia kwenye daraja na kwenyewe kuweka zile zile pavement yale maeneo ya pembeni. Lakini kwa sehemu kubwa daraja limekamilika. Kinachosubiriwa sasa ni mheshimiwa rais kuja kufanya uzinduzi rasmi wa daraja. Ni jambo kubwa la neema, nimeona ni, ni walete hapa waandishi wa habari ili muone kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya uwekezaji mkubwa wa daraja kubwa Afrika Mashariki na Kati, daraja kubwa namba sita barani Afrika. Ni moja kati ya madaraja ambayo nchi nyingi za Afrika zitakuja kujifunza hapa. Ni kama vile tumeunganisha kisiwa na kisiwa ni kupitia daraja hili, kwa hiyo ni jambo kubwa naomba taarifa hii wafikie vizuri wa Tanzania, na niwapongeze sana wakazi wa kanda ya Ziwa, wamepata usuluhisho wa muda mrefu. Tuliowahi kusafiri hapa kabla ya daraja, tunajua adha yake, adha ya kusubiri vivuko pale, na wakati mwingine magugu maji yanaweza yakazuia hapa kuvuka, inakulazimu usubiri. Na daraja letu ni daraja ambalo litakuwa na uhai mrefu wa miaka 100 100. Uhai wa hili daraja ni miaka 100 na likiendelea kuboreshwa, maana yake tunaweza tukapata uhai wa zaidi hapo miaka mia moja. Mimi na nyinyi wote hatutakuwepo, mmesikia waandishi wa habari? <laughs> Ni moja kati ya ya miradi mikubwa ya ukanda huu wa ziwa, na uwezo wake wa kupitisha mzigo hapa ni tani mia moja na sitini. Lakini taarifa za kina zaidi za kitaalamu kuhusiana na daraja hizi zitaletwa baadaye, lakini tunafurahi kwamba mradi hatimaye hatimae umefika mwisho. Nampongeza sana na kumshukuru sana mheshimiwa rais. Serikali ya awamu ya sita wakati inaingia madarakani, ujenzi wa daraja hili ulikuwa asilimia 25. Awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha mradi huu kwa asilimia sasa tunakaribia mia moja, tuko asilimia 99. Actually, asilimia moja iliyobaki ni ya kwa ajili ya hizo kazi ndogondogo nilizozisema, lakini kimsingi ujenzi wa daraja hili umekamilika. Hapa kinasubiriwa kibendera tu, wakati wowote wa waziri wetu wa ujenzi aje apeperushe kibendera, pengine katikati ya mwezi huu. Watu waanze kupita kwenye ile daraja wakati tunasubiri tukio kubwa la uzinduzi wa daraja. Sawa jamani. Nawashukuru sana.